Asante sana kwa yambo umesubscribe kupitia katika YouTube channel yetu. Bado pepo wa siasa nchini Tanzania si tulivu kama ambavyo umezoeleka siku zote, kufuatia kamata kamata ya wanasiasa, hasa viongozi wa upinzani siku za hivi karibuni. Kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi siku chache zilizopita, baadhi ya viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, waliwekwa katika rada za jeshi hilo kwa ajili ya kukamatwa kufuatia tuma mbalimbali dhidi yao. Hata hivyo jeshi la polisi liliwakamata baadhi ya viongozi wa chama cha demokrasi na maendeleo Chadema akiwemo Godbless Lema pamoja na viongozi wengine, huku wengine wakiendelea kusakwa. Hata hivyo, katika orodha hiyo, siku chache zilizopita, jeshi la polisi nchini Tanzania pia lilimshikilia makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche kwa tuuma za ugaidi pamoja na mambo mengine. Hata hivyo siku ya leo, taarifa ambazo zimetufikia mezani wakati huu ni kwamba viongozi wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema akiwemo John Heche pamoja na viongozi wengine waliokamatwa siku chache zilizopita wameachiliwa huru hii leo. Hii ni taarifa ambayo imetufikia mezani wakati huu, kufuatia kuachiliwa kwa viongozi hao wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Ifahamike ya kwamba mara tu baada ya ushindi wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan Aliweka wazi mstakabali wake kwa ajili ya ustawi wa taifa, kuanzisha majadiliano ya kitaifa yatakaohamasisha umoja na kuendeleza mshikamano wa kisiasa baina ya Tanzania, viongozi wa kisiasa pamoja na serikali iliyopo madarakani kufuatia uchaguzi uliotamatishwa siku chache zilizopita. Hata hivyo, kwa mjibu wa taarifa zaidi zilizotolewa na baadhi ya viongozi pamoja na ufuasi wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Martin Malanja amesema kwamba John Heche Amani Gorugwa Bonifas Jacobo na Godbless Lema wameachiliwa leo katika kituo cha polisi Oysterbay, Dar es Salaam. Walikuwa wakishikiliwa katika vituo wa tofauti vya polisi na kwa nyakati tofauti. Taarifa kamili zitatolewa na mamlaka za chama. Asanteni wote kwa ushirikiano. Hii ni taarifa kubwa ambayo imerifikia mezani wakati huu.